Ni Kizinga JR naona wamekula usinga baba. Eh, uh, kapteni wa mashabiki wote East Africa Mashariki na Kati. Mm, ya, yeah, yeah, nawaongoza vyema. Mm. Ila wale ambao hawana uelewa na kamata na tupa. Hata hawana uelewa kidogo. Na tayari sasa hivi kuna kamati ya nidhamu. Mm. Eh, tufungia kabisa weka pembeni. Ruhusu mm, kuongea na chombo cha habari chochote shabiki ambaye usiyokuwa na uelewa. Kamata weka pembeni. Eh, ndo dua la kuku alimpati mwewe Kizinga JR. Ulisema Simba Sports Club aende atoa makundi. Ulisema Simba Sports Club afiki robo finali. Ulisema Simba Sports Club afiki nusu fainali. Ulisema Simba Sports Club aendi fainali na sasa ameenda, Kizinga jaiara, aibu umekupata Kizinga. <laughs> Ah, tari sana kwanza, kabla ya kuja hapo, wale niliokuambia sisi tuna kamati ya nidhamu ya mashabiki. Miongoni mwa mashabiki ambao wanatakiwa kupelekwa kwenye kamati ya nidhamu, tayari taarifa zilishafika mezani, ni pamoja na Mandara na yule mzee pasi milioni ni mtu mzima lakini unaona kichwani amebeba mzigo mzito. Shusha kofia yeye yenye kilo mia mbili weka chini ndio uanze kumzungumzia Engineer Hersi. Vinginevyo nitakurarua vibaya mno. Na wadha mashabiki ambaye nalinda heshima ya ya, ya, ya mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Unakuja kuongea ongea ongea vitu. Eh, ulikuwa unasemaje? Hafiki wapi? Hafiki nusu fainali, hafiki fainali. Aibu mkukuta Kizinga JR, captain wa mashabiki wote. Ah ah. Eh. Kufika fainali kufika nusu fainali kwa sisi sio so story, umeelewa? Afike anakofika, lakini kwetu sisi sio so story. Tunachokiangalia sisi ni namna ambavyo Dar es Salaam Young Africans tulijitengenezea dunia yetu ya kipekee, namna ya kufika fainali, namna ya kufika robo fainali, namna ya kufika yani kila tulikoishia sisi, tulijitengenezea dunia yetu wenyewe kiasi kwamba hata walukeluke vipi hawawezi kufika level tulizofika sisi, hawawezi kufika Mbona kafika sasa? Kizinga amefikaje huko alikofika? Amefikaje? itafute safari yake ya kuelekea yeye fainali, itafute na sisi, utagundua kwamba mkubwa ni nani. Nataka nikuulize wewe, sisi tunakwenda fainali, tumefikaje kule fainali? Kwanza, jambo la kwanza, tulikuwa ni bingwa katika mabingwa wa nchi, tulikuwa kwenye vilabu bingwa, sheria zikatushusha chini baada ya kuondolewa na nani? Na, na nani wale wa Sudani wale alilali ya Sudani, si ndio? Tukashuka chini sisi na Mazembe, kama wakubwa tunashuka kwa kwa wadogo huku. Tumeshuka kule sisi, tumefika mpaka fainali, si ndio? Yeye Simba ameingia fainali huku nyumbani ametoka kama nani? Mshindi wa tatu, mshindi wa tatu. Kwa hiyo anatakiwa kazungumze na Coast Union, kwa sababu yeye na Coast Union ndio walikuwa wamefeli kwenye ligi yetu, wanne na watatu ndio wakapata kibari cha kwenda michuano ya shirikisho. Kwa hiyo yeye na Costa anatakiwa aende akazungumze na wakazi watanga, wa Tanga, wa shabiki wa Coastal Union akazungumza nao, lakini haruhusiwi hata kumgusa shabiki wa Azam. Kwa sababu sio level yake. Azam kashiriki klabu bingwa, Azam ni bora kuliko Simba. Azam ni bora kuliko Simba. Azamu? Tena kwa kinywa kipana nazungumza. Mm. Azam ni bora kuliko Simba. Kwa maana gani, Kizinga? Kwa sababu Azam alikuwa klabu bingwa. Mm. Azam alikuwa miongoni mwa watu waliofaulu lakini Simba alikuwa ni miongoni mwa watu waliofeli, yeye na Kosti. Kwa hiyo level ya kufika kwa Azam na kwangu mimi hana, anatakiwa kazungumze na watu wa Kosti, akazungumze na wakazi wa Tanga, umeelewa? Na medali medali wao bado, kikombe tu kileta kwa mama Samia. Tena hapo hapo kwenye hizo medali wanazozisema wao, tena nakwambia kabisa, nakuahidi kuna watu nitawapeleka mahakamani akiwemo na Mandala. Huwezi kutokeza hadharani unasema Engineer Hersi ajitokeza akuvalisheni medali akuvalisheni medali kwa sababu gani? Unasema kwamba mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Mm, saa hizi ndio mmejua mwenyekiti? Si mwenyekiti? saa hizi ndio mnatambua kwamba ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Mm, haya, kwa nini amjampongeza na kumpa heshima yake toka awali? Anabeba kikombe, anapewa kombe, a, a, a, no, anapewa, ana, ana, tuzo Injinia Hersi anatunukiwa tuzo ya kuunganisha vilabu vyote barani Afrika, anakuja na tuzo. Mangungu alikuwa wapi kwenda kumpongeza? Mangungu alikuwa wapi kwenda kumpokea Eng. Hersi? Mangungu sasa hivi inatosha, mashabiki yake kumpongeza, wao inatosha kwa mashabiki. Hataki mtu mwingine yote ampongeze. Nani anasema? Mangungu. Anasema inatosha kufanyaje? Mashabiki kupongeza basi inatosha. Kupongeza nini? Mashabiki gani? Wanaopongeza sio mashabiki wa Simba? Ndio hivyo kuingia finali. Ndio nimekuuliza wewe. Yeah. Nilikofika mimi yamefika? Kafika. Njia nilizopita mimi yamepita? Yamepita. Amepita wapi? Robo finali amemfunga nani nje ndani? Nakuuliza Sim, Simba robo finali. Amemfunga nani nje ndani? Mimi nimempiga mtu nje ndani, umenielewa? Na kwenda Nigeria, nashinda na mijitu ya miraba, nakwenda South Africa, nusu finali, nashinda Mayela, namkimbiza mtu nusu ulimi hivi. Mtu ulimi huo ulimi ndala. Beki anakimbizwa ulimi ndala. Wewe ukuona, anaomba sabu. Beki huyo anakimbiza tukawa na mijitu ya miraba, we nani, unanitajia watu gani hao au na kuuma kizingaje yaa lazima kufika finali. Na kuelekeza safari yetu sisi ilikuwaje? Sisi tunacheza mechi nyingi bila kupumzika. Unaandaliwa mpango mkakati wa kutumizia wachezaji wetu. Pacome Zouzoua pamoja na toa kwa siao. Wanaumizwa, Yanga tuna mechi ya kitaifa. Tunakwenda kuitafuta, tunakwenda kuitafuta finali, tunacheza na tunacheza na Mamelodi Sundowns. Anakuja kuumizwa kwa makusudi Pacome. Anakuja kuumizwa kwa makusudi atora kwa siao tuna kikosi ambacho wa Tanzania wanakikatia tamaa. Tunacheza na Mamelodi Sundown, umesahau? Hakuna mtu yote aliyetupa msaada sisi, wa kutupa hata ile mechi ya azamu usogezwe mbele Kona, kwa ajili ya utaifa, maana mbinu ambazo zilizopita Simba Sports Club ni furu kuingia finali, nakwambiaje na yeah. Huyu ni mtoto kama Bloila, umeelewa? Ni mtoto kama Bloila ambaye anahitaji msaada. Yanga sisi tunacheza michuano ya shirikisho, tulikuwa na kiporo chochote, hujaelewa dimbili una tunacheza sisi Simba kama nani? kama broila hmm. wanahitaji msaada muda wote. Yanga sisi tunacheza mechi za kimataifa, hakuna msaada wa aina yoyote. Tunapangiwa mechi na Azam wakati tunajua tuna mechi ngumu, tunapangiwa mechi na Simba, tunakufa chuma mbili. Kibu Denis anatufunga pamoja na Inonga, wakati huo tuna mechi Nigeria tunacheza leo na Simba, kesho tunapanda ndege, tunakwenda Nigeria, tunakwenda kucheza mchezo mgumu leo hii. Angalia siku ya ngapi, unakwenda mwezi kuisha wajacheza mechi hata moja. Hawa wanahitaji kitonga, ndio maana tukawaambia zamani kwamba hawa watu ni sawa na mfano wa viazi bila tuta, hawastawi bila tuta. Ndio maana kwenye ligi yetu naona penati zimekufa sasa hivi, penati hakuna. Subiri warudi, wakirudi utaziona nyingi Sio manelewa yeah. Kwa usi tufananishe sisi nao wa watu Weo. Sisi tumefika finali mm. Kingumu wewe, si me, si amefika finali kivipi? Kizinga, finali yake ndo nakuuliza wewe yeah, yeah, yeah. Eh? Robo finali amemfunga nani nje ndani? Nataka yeah, yeah. nikuulize, nakuuliza wewe mm. Robo finali amemfunga nani nje ndani? Robo finali amekwenda ugenini, amekufa, si ndio? Hajafungwa na almasiri amefungwa? Yanga ugenini robo finali, tumemfanyaje mtu? Tumemtia chuma za kutosha, tumerudi nyumbani, tumekuja kucheza nusu finali nyumbani Marumo Galaxy anakufa, Bernard Morrison anafunga goli kama alikosa yule mja yule jamaa Zanzibar. Si wote watafunga magoli yale. Timu ambazo wanashindana nazo wewe ni timu za kawaida. Kwanza na kwa hadisi hapo. Zanzibar pale mtu anampindua mtu, alashindwa kufunga nyavu hiyo hapo. Lakini pale nusu finali Bernard Morrison akamgeuza mtu kama viazi kwenye karai. Akaweka kamba, si ndiyo? Tunatoka hapa tunakwenda wapi? South Africa. Tunakwenda kumtia chuma za kutosha pale Marumo Galaxy kwa South Africa. Wasauzi wamejaa hivi. Sio, umeelewa hiyo nusu fainali? Haya, niambie wao, nusu fainali ya kwanza hapa VAR imewabeba, nusu fainali ya pili kule South Africa wamemfunga nani? Nakuuliza wewe, nusu fainali ya pili South kule amemfunga nani? Nyau, mm, nyau, nyau. Nyau, nyau. Mm. Kwaona, nikompea mimi na huyu wa nyau nyau? Kwa mimi na manyau nyau tuko sawa. Nitakiradhi. Usinifananishe mimi na manyau nyau nyau. Kwaona, usema Simba ameendaje Simba? Yanga usifananishe na, na, na Mbagara FC. Mbagara FC? Hii watu wasio yatima. Mbagala FC yatima hawa, waambie kwamba nyinyi ni yatima Mbagala FC. tunasema ni yatima kwa sababu gani? wasiokuwa na baba, wasiokuwa na nyumba ya kukaa. Wewe, watu wanataka kuona Dar es Salaam Africans. Timu iko nje ya nchi, wanahitaji kuweka skrini kubwa, wanaenda kuomba viwanja vya watu, wanaenda Mbagala kuweka skrini pale, kwenye nyumba ya kifalme, nyumba ya Dar es Salaam Africans. Wana Yanga wote wanakwenda nyumbani nyumbani, hawana pa kukaa. nakaa wapi? naenda kawaambia, hawana makazi walishauza menelewa hmm. Wakawachukua wana simba wawapeleke pale Msimbazi dada deki kama watakaa waweke skrini pale. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika injinia Hersi Said ameshinda hata kuipongeza Simba Sports Club kuingia hatua fainari kombe la shirikisho barani Afrika. awapongeze kwa lipi? ekiti wa vilabu barani Afrika? Lini wao walimpongeza? Baada ya Injinia Hersi kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu bora barani Afrika, na pia akapewa tuzo kwa kazi kubwa aliyoifanya katika bara la Afrika la kuunganisha vilabu vyote Afrika, anapewa tuzo, niambie, nani aliyempongeza kati yao? Tena wasisubutu, wache maneno yao, tunawaona wapo. Mashabiki wengine wamebeba mizigo kichwani, shusha kwanza mzigo huu afu uzungumze mzigo kichwani, pasi milioni hmm, wa kwanza uo kazungumza. Nenda kamwambia kapteni, anasema kuwa na adabu kwa Injinia Hersi, ni rais sawa. Huyu ni rais wa mafanikio, rais wa kufanwa, wa kuigwa, ni rais mwokozi wa sheria za mpira wa nchi yetu, ni rais mwokozi wa kanuni za mpira wetu wa Tanzania, ni rais wa mafanikio. Huyu ni rais ambaye sisi kwetu, sisi tunamwona ni mzazi, ni baba bora katika familia yetu ya mpira wa Yanga Mheshimu lini mlijitokeza nyinyi na viongozi wenu kusema kwamba engineer Hersi hongera sana kwa kupata nafasi ya kuwa rais au mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika? Lini mlisema kwamba Mangungu, nenda akapokea tuzo ile pale, engineer Hersi anatunukiwa tuzo kwa kuunganisha virabu vyote barani Afrika? Lini mlipongeza, zaidi ya kutia majungu tu? Kwa hiyo mwacheni, msimguse, msifananishe kabisa na vitu vya ovyo. Injinia Hersi saa hizi ana majukumu mengine. Saa hizi Dar es Salaam Young Africans wapo wapo Pemba, Zanzibar eh, ni nyumbani. Miongoni mwa waasisi wa Dar es Salaam Young Africans ni pamoja na Amani Karume, mzee wetu almarhum, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa aliko, yule ndio muasisi. si umeneelewa? Kwa hiyo ana shughuli nyingi za kufanya, yuko na Wazanzibari kwenye ngome la muungano. Yuko na mama kule, unamjua? Bi Fatuma Karume yupo Zanzibar kule. Engineer Hersi anapata madini, mmoja kati ya mafanikio aliyoyapata Engineer Hersi ni pamoja na kukaa na kikongwe yule huku akimshauri mambo mbalimbali mbali. Tuna desturi ya kukaa na wazee wetu kupata busara zao. Injinia Hersi anapata busara za, ba za mama yule, lakini simnikataa injini Kizinga jaara kushiriki lile kombe lilivyoanzishwa. Simba Sports ndio lilianzisha na kachukua kikombe. Leo hii mnakubali, muungano ni kombe bora zaidi bingwa, hmm. mara nyingi wa kombe la muungano unamfahamu, unamfahamu kama Simba kama sikosei. Nenda darasani kasome vizuri hmm. Sisi ndio wenye thamana na lile kombe, kombe la kwetu sisi hmm. Tuna mara nyingi sana tumelichukua kombe lile, umeelewa? mm. mm. lile kombe sisi tukiwepo mule hachukui mtu yoyote. Mbona limwachia Simba shiriki peke yake? Nakwambiaje, tukiwepo sisi mule hachukui mtu yoyote. Nakwambia kitu kimoja, walitukimbia na wamekimbizwa sio tu wao, wao, wao wao. Kuna kitu huwa wanakifanya sasa hivi, wanashirikiana na wale wanaoongoza mpira, sawa? Akina nani? Kizinga usitafute maneno, wanashirikiana nao kutafuta namna ya kuwa wanatukimbia kimbia Umenielewa mm. Wametukimbia, wamekwenda huko, walikuwa na nafasi ya kucheza hata kabla ya kwenda kucheza hiyo hiyo nani, umenielewa, hiyo nusu finali. Fainali walikuwa na uwezo wa kushiriki michuano, ameshachelewa sasa, Hame, anaiona. Kwanini, kwa nini tulipokuwa tunakuhitaji umekataa mm. njifuwa... yaani, mimi nakwambiaje kama wanauwezekano wawalete, tena sisi watupangie kesho nataka. Tunawataka sisi, yaani miongoni mwa watu ambao tunasikia raha tukipa, tukipangwa nao ni wao tuwaonyeshe dunia inakwendaje, tuwafundishe mpira, tuwaonyeshe namna ambavyo usajili unafanyika, tuwaonyeshe namna ambavyo tuna watu ambao ni mafundi wa mpira. Kizinga jayara e, fainali e, ni Benjamin Mkapa rupaso, sio vinginevyo, ni uwanja ambao ushathibitishwa. Simba Sports Club atacheza fainali pale, unaenda kuiona mnyama Simba maana kombe linaitwa pale. Mwaka 93 kombe lililetwa pale Young African soka wakati wanacheza finali yao ya kwanza, kombe lijaletwa pale, kombe lilikuwa kule nje. Leo hii Simba Sports Club wanaenda kuleta kombe Benjamin Mkapa, linaletwa pale kombe la shirikisho bana Afrika. Upo tayari kwenda kuisupport Simba Sports Club na kuisupport Simba Sports Club hem, tuheshimiane bwana, nataka radhi bwana, Tanzania ndio Mtanzania, lakini mimi ni Mtanzania ambaye na hmm. na, na yani mimi ni Mtanzania ambaye na ndugu zangu wako nje ah, si umeelewa, enelewa hmm. nataka nikuambia kitu kimoja. hmm. shangazi yangu hmm. dada yake na baba yangu mimi shangazi yako? Shangazi yangu ambaye ni dada yake na baba yangu mimi mm. kwao ni Moroko, labda ati pale mtawanyuma hivi ndio kwao. Kwao mimi nitakuwa niko nyumbani nacheza hapa watakapokuwa wamekuja ndugu zangu kutoka Moroko hapa, Berkane, Berkane mm. wale watanikuta mimi nyumbani hapa, umeelewa? mm. mm. na, na, na hii mechi nachezwa, ha, mchezo wa kwanza unachezwa kule ugenini e, na tayari umoja wa watu wa Moroko mm. wakishirikiana e, na barozi wetu tayari tumeshatuma taarifa, tumeomba maombi balozi wa Moroko anaishi hapa Tanzania bana. Mimi natakiwa nisafiri niende Moroko, niende nikawape sapoti ndugu zangu wa Moroko. i hey, kule ni kwa dada yake, kwa, kwa, kwa dada yake na baba. Rabati pale pia kule ndo kuna ofisi za rais wa vilabu vyote barani Afrika. Lazima niende nikazuru ile ofisi ya Injinia Hersi nikaione na pia nikawaone ndugu zangu wa Moroko. Kwa mimi sina sapoti na watu sina sapoti na, msitegemee dua ya mwana Yanga yoyote ndio tena, nakwambiaje? Wasitegemee dua ya Mwanayanga yoyote. Hawa watu sio watu wazuri. Hawa watu wametufirisha sisi kwenye ubingwa, ubingwa huu wa shirikisho sisi ndio tulitakiwa tuwe nao lakini walitufelisha. Yanga ilikuwa sio ya kufungwa na timu yoyote. Mi yule ni mshabiki wa Yanga yule Dosa. Hmm. Dosa yule ni muasi. Mimi nikiwaambia mwe, mnanielewa napowambia, Dosa ni M23 muasi tatu kutoka Kivu ya Kongo, ndio yule pale Dosa. Wewe unasema wewe ni Yanga, lakini kwenye mafanikio na maendeleo ya Dar es Salaam Africans wewe haumo, wewe ni muasi tu kama wasi wengine hmm. Mwenelewa mm. Kwa yule dosa yule ni mwasi na amefanikiwa kutekwa na watu wa Simba, kwa hiyo yule ni familia ya Simba hey, mm. Ndio maana mpaka sasa hivi ni miongoni mwa watu ambao tayari ameshapatiwa tiketi ya kwenda Moroko mm. dosa huyu, dosa hey, mm. watu wa Simba wamempatia tiketi mm. ndugu zao wao mm. kina Kisugu eh, eh, Kizinga jeiara Simba kachukua bingwa kombe la shirikisho bara Afrika. Utakuwa kwenye hali gani? Sasa hiyo umesema pap, hmm. kachukua. Haya sasa, tuigeuze sasa, pap hajachukua, kachukua bingwa, hachukui hmm. unachukuaje ubingwa mbele ya Berkane bwana wewe, hmm. hmm. we hmm. hmm. nikuulize wewe swali dogo sana ngoja, na kufundisha sayansi ya mpira hmm. tulia kwanza, na kupeleka kwenye sayansi ya mpira. Simba amecheza na nani nusu fainali? Amecheza na Stellenbosch, si ndio? ameshinda ngapi nje ndani ameshinda goli. Kwa hiyo Simba amekwenda fainali kwa goli moja la kupewa, si ndio? Eh, ndio la kupewa. na vyeyala kashinda kwa goli moja la kupewa. Sasa nataka tuiangalie ile ile ile, tuangalie RS Berkane imekuaje kwanza walivyokutana na hao Stellenbosch, imekuaje? wamewapiga chuma nane nje ndani. Mtu ambaye amepigwa chuma nane, wewe umeshinda kwa papatu papatu kigoli kimoja ndio kinakuvusha, alafu mtu kala chuma nane, wewe si utakula kumi wewe anapigwa kumi, Simba hapa anaenda anaanzia ugenini kwanza kule hmm. kule anakula chuma sita hmm. akija hapa kwao anapigwa chuma nne, shuli imeisha, aggregate kumi hmm. na kama hajafungwa na ile nini. Kizinga, nisikiliza nikwambie hiyo hmm. sayansi ya mpira nimekupa. Umenielewa hmm. simba wale wale mabwana wanaingia nusu wanaingia fainali kwa kushinda goli nne, si ndio? nne moja, aggregate nne moja Simba ameingia fainali kwa, kwa kushinda goli ngapi? Yaani mtu ambaye amemtoa amemtoa mtu ambaye ameingia nusu ameingia nusu fainali, kamtia chuma nane, alafu akaja kuingia fainali kwa kumtia mtu chuma nne, alafu wewe ukamkompea na wewe ambaye umeshinda goli kigoli chako kimoja cha mchongo. Oh, nini baba? Anatoki mtu kizini. Anatoka. Mm. Mimi nakwambia anatoka. Si wamezoea kujaza washawi pale? Nakwambia anatoka. Mm. Wanatoka. Vile vibabu ule uko nao vile, vile vimelala siku nne pale. Mm. Wale wanajua. Mwarabu ambaye ameendelea na mpira wa kueleweka ndio yule pale, tegemea kuona chuma nyingi, watu wanakula hapo hapo Benjamin Mkapa na kombe lina safiri. Kombe aliwezi kukaa hapa, linakaponanini kombe alikaa hapa, hapa, likikaa hapa, hapa si tunaliiba lile kombe la shirikisho, likikaa hapa tunaliiba. Haona mafanikio yote mm. Yaani wakilichukua kwa nguvu za kichawi mm. Aha, tunapita nalo na <laughs> tunapita nalo nakwambia, tunapita <laughs> nalo na wakilileta hapa hmm. Ndio, kwa mfano Hamadi, limebaki hapa tunapita nalo, watalificha wapi? hata nyumba ya <laughs> kukaa hawana watalificha wapi? tunapita nalo na nakwambia, huko <laughs> uh, huko tunaenda kupita nalo na wataliwekea ulinzi gani mm. eh? mm. Watu gani watugani a mpira wenyewe papa tupapa tumefika hapo kwa msada wa kafu kafu wameona, wale pale wale Stella Buchi wale hawana hata mashabiki 200 hawana, wanaenda wapi? Kafu anahitaji mapato, Kafu anahitaji pesa, na wale wana pesa. Kafu inabidi awasaidie Simba wao muone, wale kuna home advantage, timu nyingine home advantage, nyumbani wanasaidiwa, umeelewa bwana. Ndio maana unaona Simba amesaidiwa amepewa goli pale, pale Amani kwa sababu ya home advantage, lakini wale majamaa wakusaidiwa kwa sababu hawana watu, udogo wao umewafelisha wale walikuwa na deserve kabisa kuingia finali lakini kwa sababu ya udogo waliokuwa nao ndio wamefeli mnakuja. yes, yes, kuingia nyinyi na timu timu mbovu, tunakwenda kushuhudia mtu anatiwa migoli mingi finali. Safari, yes, yes, yes, yes. Finali tunaenda kushuhudia safari, finali haina ladha ile, finali itakuwa ina ladha, mtu anaweza katiwa chuma hata 10 hapo ujue. yes, yes. sita kule hapa tatu au nne, watu mmeondoka, naanza kutoe, naanza kututambia tambia, oh, finali mm. sio na nini mm. Guani tu nani, medali mpelekeni mama. Basi tunapita nalo bana, asante.